Akawanyoshea mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akamwambia tena, amani nafungiwa. Walakini mmoja wa wale tunashara Tomaso aitwaye pacha hakuwapo pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akamwambia, mimi nisipoziona mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku nane wanafunzi walikuwa hapo ndani tena na Tomaso pamoja nao, akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati akasema, amani na iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako uitazame mikono yangu ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki; waheri wasioona na wakasadiki. Basi kuna ishara nyingi nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake sizoangikwa katika kitabu hiki lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu na kuamini muwe na uzima kwa jina lake amen. Wapendwa, unafikiri unaweza ukamcheka ha, hata Tomaso kwamba, ah, kuna vitu viwili hapa. Unafikiri hata unaweza ukacheka habari za wale wanafunzi Tomaso anaonekana kwamba yeye alibisha kwamba nyinyi waongo, baada ya kuwa wamejifungia basi. Lakini jambo la pili, unaweza kusema Tomaso, papa labda alikosea, na hawa na wao walikuwa wamejifungia kwa ajili yenu, wale wanafunzi wengine. Biblia inasema wazi kwa hofu ya Wayahudi. Jamani, ndio maana hata Tomaso katika maisha walioishi kwamba mtu kafufuka, na harakati zilizokuwepo paka za kumkamata Bwana ili walazimu kujifungia, kwa sababu hapa tunanena habari za kifo. Yupo mchaga mmoja tu ni polisi, afisa wa polisi kule wapi, Moshi. Yeye ndio mejitongelezea nasikia kaburi pale nyumbani na mahali Jambo hili la tisha, ni pasa kufa kwa ajili yako. Mimi nitakufa kumkamata Bwana. Kuna mtu aliyesimama? Amna jamani. Kuna kipindi ambacho tunaweza tukasema kwamba zamani kabisa, unaweza ukasema Pasaka zipo za aina nyingi, na ndiyo maana hata jina Yesu sisi tuna E, mimi mshabiki wa timu moja inaitwa Arsenal. Pale kuna forward moja anaitwa Gabriel Jesus. Ina maana jina Yesu walikuwa anaitwa watoto wakizaliwa kwa desturi za Kiyahudi. Kwa hiyo Yesu walikuwepo wengi, hata leo kuna mchezaji mmoja nadhani anacheza kati ya Atletico Madrid au timu moja ya Hispania hivyo hivyo anaitwa Yesu. Wengine wanaogopa kuja pale mbele kuna neno moja tu, ukitaka uone mayesu tofauti. Yesu Kristo huyo ndio tunaemzungumza, na pasaka vile vile zilikuwa pasaka nyingi za Kiyahudi. Pasaka ya kwanza wanaoiheshimu sana Wayahudi waliomkataa Bwana ni ile ya kutoka wana wa Israeli kwenye nchi ya utumwa. Kwa nini wanaita pasaka siku hiyo? walipokuwa wanatolewa baada ya miujiza mingi sana, farao amegoma na Bwana ana agano na ahadi na hawa, alisema nitawatoa kwayo. Sasa malaika waliletwa, yule malaika wa vita atakayefungua milango asubuhi, ilipakwa milango yote ya watu watakaotoka, ikawekwa alama ya damu mnyama, ili alfajiri watakapotoka malaika wa kufungua milango atambue, huyu ndiye wa kumtoa, huyu ni Myahudi. Kwa hiyo ikapakwa milango yote yote, milango ikapakwa. Ilipofika alfajiri, malaika wa kufungua milango aligusa kila mlango wa Myahudi, wakatoka kwa kuwa agano lilikuwa la Bwana, Farao akua amepigwa usingizi <coughs> usingizi mzito na jeshi lake na watumishi wake, wakatoka na ndio maana wanambiwa, hata alipoenda kwenye bahari nyekundu, bahari ya Shamu kule, ili awafuate kwa sababu ilikuwa agano, aliteketea. Walipotoka mpaka wanaingia Kanani miaka arobaini, hiyo waliita Pasaka. Kwa sisi tunaosoma sasa tunasema hii ndiyo pasaka ya kwanza, walitoka kwa kupaka milango damu ya mnyama, lakini leo tunaizungumza pasaka yetu, ni kifo cha Yesu, damu ya mtu kupigiliwa pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ndio pasaka tunayoizungumza, ndiyo iliyowatisha. Ingekuwa kuchinja ng'ombe, ingekuwa kuchinja mbuzi, damu ya mbuzi, damu ya, ya ng'ombe, ili watu watoke, wao wasingepata hofu, wasingejifungia na wala Tomaso, asingebisha. Maana wengechinja, damu ingepakwa milangoni na nyama wengekula, lakini wanazungumza habari za ki wana walikishuhudia kifo kizito, iliwalazimu kukimbilia mahali kujificha. Lakini ndugu zangu aa, pasaka hii sasa, hii pasaka ya pili ya Bwana, ya damu ya mwana wa Mungu, hiyo ndio imekuja kutufanya tuwe kono. Ndio maana nyezunguza nyumbani, wanawake jamani, wakiwa okay, mama mpo, mama ni wathamani sana mama ni wa thamani sana. Ukiona, na ndio maana wa, nawaambia hao wachungaji wa? wale wanawake wote waliko wana, wanafanya kazi nzuri. Kama mwanamke anayejitambua atakuwa mchungaji mzuri, atakuwa mama mchungaji mzuri, atakuwa mzee wa kanisa mzuri, na hata kusimamia mipango kwa uaminifu ata kuhesabu sala wanawake akafika akaanza kudokoa kule kwenye bahasha, mara chache sana wanakuwa waaminifu, wanakuwa wazuri. Na ndio maana na ndio maana hata hata ukiangalia tunapofanyisha interview, eh, kuna interview tumetangaza. Yule PF alikuwa ananiambia tukipata kama wanawake, tumetangaza nafasi tano eh, tukipata wanawake, itakuwa itakuwa safi tukipata wa baba, sio kwamba sio waaminifu, kwa sababu sisi, unaajiriwa benki leo ehe. Sasa umejaza mambo kichwani, mafanikio ni kidogo. Mwanaume anataka kesho awe na gari, kesho na nyumba nzuri, lakini pembeni yake anapigana na mchepo. Lakini mama hamna, mama hamna. Yeye akienda pale, angalia na ndio maana na ndio maana wewe ufanya tu kwamba eno spitali tukabii, mnakuta na maambukizi pale, labda baba anayo mama hana baba, kama hana mama anayo, anaondokea pale pale, pale, wala hatarudi nyumbani kama, lakini mama utasikia kwamba basi, tutaishi tutatafuta njia ya jinsi ya kuishi, na umeshikilia nyumba kwenye matatizo haya mpaka leo wanasifiwe wana kondoo ameshinda. Kwa sababu gani? Ndiyo waliotembea na Bwana, kunywa maji Bwana, kula Bwana, kunywa maji, ndio waliotayarisha manukato ile alfajiri kwenda kuupaka mwili Yesu. Akasimama nyuma ya Mariamu Magdalena, anamwambia eh, eh, anamwambia unamtafuta nani? Mariamu Magdalena akizani ya kwamba ni mlinda bustani na kwamba sio bwana. Unamtafuta nani? Yesu anamuuliza, akagundua kwamba huyu ni Bwana, ndipo anataka kumgusa Yesu. Akamwambia, usinigusi maana sija- sijapaa kwenda kwa Bwana. Sasa huwa nawaangalia mioyo hii, sisi mioyo hii, na ndiyo maana sisi unaweza ukazaa hata pembeni

kesi fulani ametembea, mama anamuinda baba siku nyingi kwenye siku. Sasa siku hiyo akanywa vidonge akalewa, akaenda akakuta yule ehe, akakuta yule rafiki yake anatembea na mume wake, kumbe walikuwa wanapeana mpaka chakula, wanavaa mpaka sare, ndio akakumbe miaka mitatu akaenda kuona kwenye mesi. Lakini alisema hivi na alikuja kwa baba, yani mimi nimemsamehe

lakini wamama watupu, habari wa za kanisa na wa wamama usisemi. <laughs> kana mababa mengine yapo sahizi yanapiga supu baada ya gongo ya jana akuayekore <laughs> lakini wakina mama hapana, hapana, yeye na kanisa, yeye na baba, yeye na watoto, yeye na uzee wa kanisa, yeye na idara ya kina mama. Oh, wakina mama mbarikiwe na Bwana. tunakuganza asaka hii ya pili inataka kufanya tupate familia zilizo nzuri. Jamani, mambo ya duniani mengi, wengine amerundika hata na nini, hayawezi kubebeka. Mambo ya duniani yana mwisho, lakini uzima wa milele ni milele na milele na milele zaidi. Sasa tumekuja kwenye kazi, nisiende eh, sana katika neno. Unaona, maisha ya kina Tomaso, maisha ya kina Petro, maisha wanafunzi wote. Unaweza ukamhurumia Yuda aliyejinyonga. Sisi kwa nini yule bwana? Unaweza ukamhurumia kwa sababu gani? Hakufahamu. Unaona yule mhalifu msalabani, hey, mhalifu msalabani, hawa kina Tomaso hawa. Unaona neno tulilosoma leo, Tomaso alipokosea alikuwa na neno tu moja, bwana wangu na Mungu wangu. Jamani, yaliisha hayakuisha. Ukienda kwa Katoliki, wao ili wanapobariki mapadri walipokuwa nazirika, jana nilisikiliza miongoni mwa watakatifu wanaoimba, kuna sala wanayoimba, wanaoimba mtakatifu fulani anaitikia kus, na Tomaso yupo, kwa sababu anachukua pale ndani kwamba aliposema Bwana wangu na Mungu wangu. Bwana Yesu anayesema nia yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi, jifunzeni kwangu, wanamaanisha kabisa, na mimi ndivyo naamini. Yalikuwa yamefanya nini? Yameishi. Sasa leo jamani, ndoa eh, eh, kidogo tunatembeza mapanga, si ndivyo eh? Eh, mapanga ata mapangait aeza kanisa kama hii nikakwama wakati fulani, hata kutokuendelea labda kwa fitina, ha, ha, ha. Lazima kanisa kila wakati li-liseme Bwana wangu na Mungu wangu, na hata katika maisha na sisi wote hapa munaona tuona mbele moyo hata wa mchungaji, moyo wa mzee wa kanisa, moyo wa muumini, moyo wa katibu wa kanisa usipokuwa natembea na kwamba o oh, Bwana wangu na Mungu wangu, au moyo wanakwaya vile vile hakuna kusema o oh, Bwana Mungu, oh, Mungu wangu na Bwana wangu, hamwezi kuendelea. Wala jimbo wengine Januari mpaka Desemba hajawahi kuchukua jambo lolote, anasema tutaona huko na ndio maana hasa wale wakiwepo kanisani kumi hamwendelee, anzisha mchango wa kwanza kuamka kwa asubuhi. Mmeona mchango kama huu huu, mchango ni marufuku, ni uongo. Haya ni ya kwake, si mchungaji. Ndio wale wa kwanza anapanda mbegu, amekuwa gugu, opo wakati utang'olewa. Maana kazi ya Mungu hii ni kuwatayarisha watu waende wapi. Na ndiyo maana kazi ya Mungu hii inajipigania yenyewe. Teremsha moyo, uteremshe moyo unapokuwa kanisani kwa Bwana. Ehe, wakati fulani kana wengine wamefanya hata jimbo ni kama vyama vya siasa, mwingine anaweza akafanya wilaya kama vyama vya siasa, mwingine anaweza akafanya kanisa vyama vya siasa. Kule polisi anaogopa kwa sababu wana nguvu, anaweza kumweka ndani sisi hapa zipo pingu zaidi ya pingu, yupo polisi zaidi ya mapolisi, ipo jeshi zaidi ya jeshi. Huyu ndiye wa mkiliwa kinachomaso Mungu wangu na Bwana. Leo tuweke harambee ili kazi faini, sio tuweke harambee kazi, rudi wapi nyuma? A, a, lakini tuende mbele na ndio maana tunazungumza habari za jimbo viende mbele. majengo mia moja kumi na tatu jamani at, tuko mbele yao nyuma, tuko mbele leo tunapotafuta mabati nilipokuja kila mtaweza jamani hawa watu wa Kidatu, nitoe hata machozi labda, nilie nilie kwa ajili ya kazi walioifanya. Anaweza katokea mtu kwa kazi nzuri kama hii, pengine anaizuia, ila kanyaga kanyagwa kwa jina la Shetani. Oh, viambaza na vitu vingine vyote vile hatuvihitaji, tunataka kazi ya Bwana isonge wapi? Mbele, ndio hiyo walioililia kina Tomaso, Bwana wangu na Mungu wangu. Maana utusamehe yule mama, kwa nini wanasifu akina mama ndio waliowaambia na mitume kawambia kawambieni kaambieni mitume na Petro kwamba Bwana amefanya nini? Amefufuka. Sasa jamani, tunakwenda kwenye harambee hii nzuri, na kazi ya hapa jamani ni nzuri hapa. Mama mchungaji wetu Ezereda amejitahidi, hata sikuye nilipokuja niliona nil, nil, nil, nilion, amejitahidi. Je, kazi hii ipo he? kwa binti tena fulani mchungaji fulani, nilipita sponge wapo, mchungaji hivi, wanawake huyu kapiga je, na huyu kapiga je, nimefika kwenye makanisa yao. Jamani, ndio maana nimesema kwamba ah, Aa... wanawake jamani, mikono hii wa mchungaji Hey, ya kama baba, sasa hapa hangaishana nayo sana sana. Umepita huku na nini anaruka? Leo umepita huku na nini anaruka? Umepita huko pia tuna na nini na nini? Na pia hasa uvae tena kama kama upanga mahali fulani lakini wamama oa oh, wa, mikono juu jamani, Bwana oh, Yesu kabisa. Tumeenda ukitoka hapa kwa Ezereda tukaenda na hawa viongozi kwa mama Rudonya naye mama kule, siku hiyo tulimshanga kwa tulipata milioni eh, ngapi mwenyekiti, au kama katibu, milioni ngapi? Tulipata milioni eh, milioni nane pale. Kesha amepiga banda pale, ni banda sana sana, sana. Siwaponi wanaume wenzangu, a hili ni neno na neno ni mpanga. <laughs> si ndivyo? Neno ni mpanga. Ikifika tarehe yako ya neno, sisi ni wewe umesema mimi ah ah litakuja, kwa maana yake hii Biblia hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho sikio siguswe. Wakati mradi ya miguu sasa bibi asubu. Bwana asifiwe. Twende sasa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Wapendwa mbarikiwe na Bwana. Amen. Amen. asifiwe. Shangilieni Mungu kwa ajili ya neno la Mungu kwa okaabakoa. Asante sana. Basi niombe beti mbili Yesu nipendae, tutoe shukrani. taka shukrani, twende pamoja tutumalize.